Naam. Ndugu wapenzi watazamaji wa watazamaji wa chaneli mpya hii ya Ajabu Zone. Chaneli hii tumeunda kwa mahususi kwa ajili ya kukuletea taarifa za kushangaza ndani na nje ya ulimwengu. Basi bila kupoteza muda, tutakwenda kuandaa kile tulichokuandalia leo ambapo katika chaneli hii leo tutakuonesha historia ya kushangaza ya miji mitatu ya ajabu inayodaiwa kuwa ilijengwa na wageni kutoka angani. Basi moja kwa moja, mwandalizi wako mimi, moja kwa moja nakwenda kukuanzia na miji hiyo mitatu iliyojengwa ndani ya dunia, lakini inasadikika kuwa imejengwa na baadhi ya viumbe ambavyo sio vya ajabu. Moja ya nchi hiyo, nambari moja ni Puma Punku iliyoko Bolivia. Mji huu wa kale una mawe makubwa yaliyokatwa kwa usahihi wa hali ya juu, kana kwamba yalikatwa kwa teknolojia ya kisasa. Wengine wanaamini kuwa watu wa kawaida wasingeweza kufanya hivi bila msaada wa kwa wageni wageni huo tunaongelea ni maviumbe kama vile alien ambao wana uwezo na akili na teknolojia hali ya juu, ambapo hata sasa inasadikika wanatumika katika baadhi ya uvumbuzi wa mambo hapa duniani. Basi na nambari mbili ni mji wa Nan Madol ambao upo Micronesia. Mji huu umejengwa juu ya bahari kwa kutumia maelfu ya mawe ya volcanic. Hakuna mtu anayejua walileta mawe hayo mavito, mazito kiasi hicho kikivipi? Na kama unavyojua, volkano bana ni moto sasa sijui mimi na wewe tuko njia panda, moto huo waliubebaje kufikisha hadi kwenye katikati ya bahari na kupooza? Mimi na wewe hatujui. Basi nambari tatu wa mji tuliokuletea ambao kwa leo utakuwa ni wa mwisho ni mji wa Giza Misri, ambapo mji huu pia nimejengwa kwa piramidi kubwa iliyojengwa kwa mawe makubwa sana. Ni fumbo la kihistoria, wengine wanaamini kuwa mafarao walipokea msaada kutoka kwa viumbe wa angani. Ee bwana we, sasa kwenye channel hii tutakuwa tukikuletea kila siku historia na mambo ya ajabu yaliyopo duniani ambapo mimi na wewe na hata kizazi chetu kitabacha mdomo wazi. Je, ni kweli au ni hadithi tu? Fuatilia Ajabu Zone kwa asiri zaidi zinazoshangaza kila siku. Usisahau kusubscribe na kulike chaneli yetu hii pendwa kwa ajili ya historia nzuri msimua. Asante.